Aidha na ushukuru sana uongozi wa chuo cha VETA Shinyanga kwa kumteua mkurugenzi mtendaji mkuu wa Jambo ambaye pia ni mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Salum Khamis Salum kwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya 45 ya wanachuo wa mwaka wa pili kuhitimu elimu ya mafunzo ya ufundi stadi daraja la pili hapa VETA. Nimefika hapa kumwakilisha ni kwa mfanyakazi wa Jambo Food Products Limited. Kwa jina naitwa Saleh Shabani Mohamed. Ndugu wahitimu. Kumbukeni kuwa elimu mlioipata hapa Veta Shinyanga ya mafunzo ya ufundi stadi daraja la pili si haba, ni kitu kinachowafanya muwe tofauti na wengine. Hivyo basi, hamna budi kuwashukuru wote walioshiriki kufanya wazo la kuwepo kwa Veta Shinyanga kufanikiwa bila kumsahau Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Pia ni wajibu kuwashukuru waalimu na viongozi mbalimbali kwa kushiriki kwao katika kutoa elimu, malezi bora na nidhamu ya kuishi katika jamii. Hamna budi pia kuwashukuru wazazi na walezi waliopo miongoni mwa waalikwa wao kwa kweli ndio haswa wapo nyuma ya mafanikio tunayoyaona leo. Katika kuhitimisha, ndugu mkuu wa chuo, kama nilivyosema hapo awali kuwa mimi ni mwakilishi wa mheshimiwa Salum Hamis Salum aliyeteuliwa na uongozi wa chuo kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Hivyo basi, naomba nitamke bayana kuwa changamoto zote nilizotamkiwa na uongozi wa chuo na kuelekezwa kwa mgeni rasmi nitaziwasilisha kwake kama zilivyo, yaani ni copy paste. Nilivyoona ndivyo nitakuwakilisha kwake hii atafute njia ya kuzitatua na tutakuwa na mawasiliano ya karibu na uongozi wa chuo baina ya mimi na mkurugenzi wangu. Mungu ibariki VETA, Mungu ibariki Tanzania. Mgeni rasmi, mpaka sasa chuo kina wanachuo mia tano kumi na nane wakozi za muda mrefu, kati yao mia tatu arobaini na tisa ni wavulana au wanaume na mia moja sitini na tisa ni wanawake wana, wana chuo waliodahiliwa kuanzia mwezi Januari mwaka 2025 kwa kozi za muda mfupi paka siku ya leo ni 1446 Hao ni wakozi za muda mfupi, kati yao 1073 ni wanaume na 373 ni wanawake. Pili, tumefanikia kudahili wanachuo kozi za muda mfupi takriban 1446 kuanzia mwezi Januari paka sasa, na matarajio yetu kuweza kufikisha wanachuo 2000 kwa mwaka huu. Pia tumefanikiwa wanachuo wetu wengi kupata ajira katika sekta husika baada ya kumaliza mafunzo na wameanzisha biashara zao wenyewe ili kutokana na ubora walionao mara baada ya mafunzo yao. Katika hili, tunakuomba sana mgeni rasmi kuendelea kutatua namna na ya kuwasaidia kiajira au kujiajili wanachuo wetu, kwani swala la ajira hapa nchini bado ni tatizo kubwa, na tunatambua kampuni ya Jambo inaajiri katika nyafasi mbalimbali mbali. Chuo chetu cha VETA Shinyanga kinasifika sana hapa Tanzania kwa kutoa kozi za uendeshaji wa mitambo mizito na asilimia kubwa ya nguvu kazi iliyoko kwenye migodi mbalimbali mbali nchini, viwanda na mashamba makubwa, wale watendakazi wale ni zao la VETA Shinyanga. Sio hilo tu lakini, hizi nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Eritrea mpaka Sudani Kusini, wanakitegemea sana chuo hiki cha Veta Shinyanga, hasa kwenye hizi kozi za mitambo mizito. Na kwa takwimu ambazo zipo, kwa kipindi cha miaka mitano, Mheshimiwa mgeni rasmi waombaji wa kozi hizi ni takribani elfu kumi na nne waki wa, na mia saba wakike wakiwa wakiume elfu kumi na nne na thelathini na tatu na wakike mia sita sabini na tano hao ni waombaji lakini waliodahiliwa kwa kipindi chote hicho jumla yao ni elfu kumi na moja mia tatu tisini wakiume ni elfu kumi mia nane arobaini na nne na wa kike ni mia tano arobaini na sita.